Wito na ukubali alafu ukawa wito kwa ukata, na mimi sijafuatilia kitu chochote, unaona bwana. Sasa yaani, sijaelewa unaposema unaenda mpaka daa huko, simu ni kwa wapi? Si uko ulikuwa naye jamaa huko, si mambo ya mzimba, si tunaona. Lakini sasa tufuatilie, kwa sababu tumeshaamua kwamba mwenye ufanye kitu kama hicho, ehe, na mzazi pia. Mimi nimuuliza mzee, mzee vipi sasa bwana, jamaa wala hamfuatilie kitu chochote na sisi tukanyamaza. Sikiliza sasa, mm. Umesikia? mm. Umesikia? mm -hmm. Ukisema wito kuukataa hapo, unaweza ukasema kukosea, yaani unaweza kasema hapo mm. Umekosea. maanangu ni nini, mm. familia nilikaa nayo makubaliano ilikuwa nitoe la shilingi elfu themanini kila mwisho wa mwezi. Nilivyosema mm, yeah. E, mimi ni kwamba elfu themanini mwisho wa mwezi mimi sina nipunguziwe hicho kiasi mm. Umeelewa? Mm. Kwa hiyo kwenye makubaliano yale kwa sababu sikuwa na hicho kiasi familia, Mm. ndio kaniambia achana naye, mm. Sasa ile achana naye mimi nimekubali kabisa kwa kuandikishana kwamba niachane naye baada ya pale tukakabidhi, nikakabidhi godoro la, la dogo nikakabidhi nguo, lakini mwisho wa siku akaondoka. Wazazi dogo akafanyaje? Akasepa huku na huku dogo bado akawa narudi tena kwangu, nikawa namwambiaje, kausha kwa sababu tushakatazwa. Kijana wangu akaa haelewi hiyo issue, nikamwambia sasa, mwanangu, hebu tuendelee tu, kwa sababu sasa naona mimi ninachokifanya ndio ninachokitaka na ili maisha yaende lazima tupambane. Maisha ni magumu. mm -hmm. Haya, inabidi watu tufanye kazi, tule, sijui tumeelewana? Kwa hiyo hata hiyo swala la kusema nyie mnapotezea, mimi naweza nikasema kwa upande mwingine sio sahihi. Kwa hiyo eh, wewe kama kaka yake sasa sema neno kwenye hili, maana mimi hapa nimekupigia wewe ili ni, ni, ni, ni baadaye hata kiwezekana niende zangu Bungu nikaongea na babake.